Akimsomea shitaka hilo katika kesi namba 11594 ya mwaka 2025, mwendesha mashtaka ya mwandamizi wa serikali Radhia Njovu amesema mnamo tarehe 11 Aprili mwaka huu, mshtakiwa Joseph Mhulila miaka 28, mkazi wa mtaa wa Lukosi katika kata ya Mkwawa mjini Iringa, alimuua kwa kukusudia mtoto wake Timoth Joseph Mhulila. Mshtakiwa hakutakiwa kujibu chochote kutokana na mahakama hiyo kutokuwa na mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo, huku upande wa mashtaka chini ya wakili mwandamizi wa serikali Radhia Njovu ukimweleza Mheshimiwa Hakimu Mkazi Mkuu wa Mahakama ya Wilaya ya Iringa Rehema Mayagilo kuwa upelelezi wa kesi hiyo haujakamilika na hivyo kuomba kesi hiyo kupangiwa tarehe nyingine. Mheshimiwa Hakimu Rehema Mayagilo ameahirisha kesi hiyo mpaka tarehe 28 mwezi huu, kesi hiyo itakapotajwa tena, huku mshtakiwa akinyimwa dhamana kutokana na kesi anayoshtakiwa nayo kutokuwa na dhamana, ambapo kifungu cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai namba 148 kifungu kidogo cha tano a sehemu ya kwanza marejeo ya mwaka 2022 kuzuia dhamana. Hivyo mshtakiwa amerudishwa rumande mpaka tarehe hiyo kesi hiyo itakapotajwa tena. Kutoka katika viwanja vya Mahakama Kuu kanda ya Iringa. Mimi ni Silvanus Kigomba wa ITV.